Panaonekana kama chura, kama kwenye ramani. Bibi alisema tunu ya utu imefichwa kwa ndani. Itakuwa mle ndani, ndani ya pango. Ndiyo. Halafu ona kuna njia ya kufika kule juu. Inabidi tu tupande kwenye hii njia. Johnny tu <tiple> ah, ah, Koba Ah, tss, au, uko sawa? Niko sawa, niko sawa. Lakini kumbe ile sio njia. Nibembea kubwa pale mbele ya mlango na panateleza sana. Da, tusipoweka sawa, hatutaweza kuingia pale. Itatubidi tufanye kazi kama timu. Nadhani tuanze kwa kusimama upande mmoja kwanza. Sasa tufanyeje ili iwe sawa? Nadhani kuna wengine inabidi waende upande mwingine, lakini tufanye wawili wawili kwanza. Mimi na kiduchu ndio wazito zaidi, na kibena na amani mnakaribia kulingana, na hatimaye kuna mtu mwingine mdogo kama mimi. Nina sawa. Kwa hiyo, mtu mmoja inabidi yabaki upande huu na mwingine aende upande mwingine. Sasa wote tunaweza kuja katikati na kuingia. samahani jamani. tulitakiwa kupanga pamoja. Ndiyo, tunahitaji kushirikiana kama timu. Tujaribu tena. Sasa inabidi tuje katikati kwa pamoja, tuje taratibu, hatua moja moja. Mko tayari? Tayari. Ndiyo, tayari. Moja, Mbili, tatu, twende. Moja, mbili, tatu, twende. Moja, mbili, tatu, twende. Moja, mbili, tatu, twende. Moja, mbili, tatu, twende. Sawa, sasa inabidi wote tugeukie mlangoni. Moja, mbili, tatu, geuka. Sioni tunu ya utu hapa, yani hakuna mwanga hata kidogo. Yani tumekuja hadi huku, tumepanda na kushuka, tumepanda na kushuka, kuja kuyaona mawe mawe tu. Tupo hapa ndani kabisa, lakini hata haionekani. Sijui. Hmm, hivi vyote ni nini? Ona, ni kama sisi kushirikiana kuweka uwiano kwa, kwa. Neno gani lile? U... ushirikiano? Ndio, ushirikiano. Ndio, tuliposhirikiana tuliweza kufanya mambo makubwa zaidi. Lakini baada ya yote hayo bado hatukuipata tunu ya utu. Tupo hapa ndani kabisa lakini hata haionekani. Tunu ya utu haipo ndani ya pango lolote. Ni lazima uitafute ndani yako. Hamjambo. Oh, ni jambo zuri sana kupata wageni baada ya kipindi kirefu sana. Zamani nilipokuwa mdogo, watu walikuwa wanakuja huku kila mwezi kusherekea na kuimba na kusimulia hadithi jinsi wanavyosaidiana na jinsi wanavyoishi kwa amani. Hii ndiyo ilikuwa sehemu ya kuja kusherekea utu wetu. Utu? Yani tunu ya utu. Ndiyo. Utu ni ubinadamu wetu. Ubinadamu unamaanisha kuwa kama binadamu. Utu ni zaidi ya kuwa binadamu, ni jinsi tunavyoweza kufanya kazi kwa pamoja. Ushirikiano? Ndiyo, tena mengi zaidi. Utu unamaanisha huruma, uelewa na kujali kuhusu wengine. Ni kama ulipojua kwamba tungejisikia vibaya mngetuacha, Amani. Utu unahitaji ujasiri. Ni kama ulipovuka daraja lile la kutisha, Amani, na pia kuwa na imani. Niliweza kuvuka daraja kwa sababu niliamini msingeruhusu kitu chochote kibaya kinitokee. Shukrani mnaonyesha sasa hivi ni utu pia.